Karibu tena ndugu wapenzi watazamaji katika channel yetu ya Norland Tanzania. Kwa mara nyingine tena ninakuja mbele yenu kuwakaribisha katika kipengele kingine kabisa, hiki kipengele ambacho kinaleta tabasamu kwa watu wote. Na um, ninasema nina tabasamu, na kama mnavyoona mimi mwenyewe na tabasamu, kwa maana najua kwamba katika kila jambo kuna fursa, basi Norland pia kuna fursa kama una ndoto yoyote ile ya kutimiza katika maisha yako, karibu Norland. Kwa nini nasema kuna fursa? Tumeona ubora wa hizi bidhaa, tumeona namna gani kwenye video iliyopita kwamba mwanadamu anaweza kurudisha tabasamu lake, na hapa niseme eh, mimi naitwa Benno na nimerudisha tabasamu langu. Unaweza kuniona kuanzia afya yangu, ngozi yangu ilivyonyororo na vitu vyote vimerudi kama vilivyotakiwa. Lakini tunasema mwanaume yoyote asipokuwa na mfuko ulio thabiti hawezi kuitwa mwanaume kamili. Na tunasema katika harakati nyingi za mapambano uh, dada zetu, mama zetu, uh, rafiki zetu wanapata changamoto sana ya msongo wa mawazo, hasa kwa maisha ya sasa ambayo sio tu mtu ana, unakinga mikono ili uletewe fedha. Sasa fursa ninazotaka kuzizungumzia hapa ni fursa ambazo Norland Tanzania inakuletea ndugu Mtanzania, ndugu mwana East Africa mwenzangu, Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Kama una bidhaa ambayo ikishamtendea mtu maajabu, bidhaa hiyo inauliziwa asubuhi, mchana, jioni, tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba mtu mmoja akishaondolewa sumu mwili mzima, ni lazima mwenzake atauliza tafsiri yake ni nini? Tumeuguza ndugu yetu, tumeuguza kaka yetu, umeuguza dada yako. Ocean road alikuwa na changamoto ya figo, alikuwa na changamoto ya ini, anafika sehemu anaambiwa kwamba sasa inabidi ukae mbali. Anapata tumaini jipya ndani ya Norland. Akishapona watu wote watauliza, Norland ni nini? umepona wapi? Hapo ndipo fursa inapokuja, na hii ndio fursa ninayopenda kuwajulisha ndugu watazamaji, kwamba ndani ya Norland tuna vitu vitatu muhimu. Kitu cha kwanza tunasema tumia bidhaa. Mimi nimetumia bidhaa za Norland, nimeona manufaa ya Norland, nipo ndani ya Norland kwa muda wa usio pungua uh, mwaka sasa na karibia kumaliza mwaka, na nimeona matokeo kuanzia afya yangu ya akili, nimeona matokeo kuanzia afya ya mwili, nimeona uh, matokeo kwenye familia yangu nimeona matokeo kwenye afya ya kipato ambayo ndio muhimu sana na rafiki yangu mmoja napenda kumsikiliza sana, anaitwa Kashaija, ni waziri wa fedha wa Uganda. Anasema money will come eh, money will come. maana yake nini? Maana yake kwamba huduma tunazozitoa Norland, hata tunaposambaza hizi bidhaa, tunapotumia hizi bidhaa za Norland, tunawaambia na watu wengine tukishawambia watu wengine tunawaelezea faida za bidhaa za Norland. Tunapoelezea faida za Norland wananunua. Hizi bidhaa wanaponunua, sisi tunapata kamisheni, tunapata faida. Money will come in the sense kwamba ni lazima mtu anayetumia bidhaa ya Norland atamwambia tu mtu mwingine kwamba mimi nimeponea Norland, twende Norland. Sasa utake ustake, ukishamwambia tu njoo Norland lazima na fursa hasa kuna Norland, unajiungaje? hiyo fursa unaipataje? ili uweze kupata fursa ndani ya Norland ni lazima uwe mwanachama wa Norland. Ukitaka kutibiwa na kuondoka, tunasema karibu, lakini tutakushauri kwamba hizi bidhaa unazonunua zitakufanya uwe mwanachama endapo ukinunua bidhaa zenye thamani kuanzia, kuanzia dola mia mbili kwenda juu au shilingi laki tano laki tano hamsini kwenda juu kwenda juu, kulingana na nchi mbalimbali kwa sisi hapa Tanzania tunasema ukinunua bidhaa kuanzia uh, zenye thamani ya laki tano na hamsini unakuwa mwanachama. Sasa ukiwa mwanachama, tafsiri yake ni kwamba wakati wowote wa ule utakapomweleza mtu yoyote kuhusu bidhaa wewe umependa mwenyewe au amejua kwamba wewe ulitumia bidhaa za Norland wewe utapata faida. Sasa njia mbalimbali mbali za kupata faida ziko kama ifuatavyo. kuna zaidi njia zaidi ya tisa kuna njia ya kwanza, wewe unaponunua bidhaa kampuni inakupa asilimia ishirini papo kwa papo, lakini pia unapouza hizi bidhaa unaweza kuuza kwa faida, ambao unauza umenunua Dar es Salaam, unauza Mwanza, unauza Arusha. Ni ajira kubwa sana kwa vijana wetu, kwa dada zetu, kwa kaka zetu, kwa baba zetu. Una famasi, una, una duka la dawa una hospitali, uje upate elimu juu ya. Chukua hizi bidhaa weka utanunua kwa bei ya jumla unaponunua wewe mwenyewe unapewa asilimia ishirini unapouza unapata pia faida lakini pia kampuni imekuwekea mfumo wa namna gani unaweza kuendelea kutumia bidhaa kwa sababu tunasema regenerative restoration science inachukua kuanzia siku thelathini tisini mpaka siku mia na ishirini sasa hizi siku zote huwezi kujilipia mwenyewe bidhaa Kampuni imeweka mfumo unaitwa product vouchers, inakupa zawadi wewe mwanachama, kwa kuwaambia wengine ambalo nzuri kuhusu Norland, na hiyo inakusababishia upate asilimia ishirini na tano ya kile ambacho mteja atakinunua. Lakini pia tuna uh, kitu kinaitwa fast startup bonus. Unapoanza, unapokimbizana, umetumia bidhaa za Norland, umeona kuna manufaa, una mwambia mwingine, twende huko, njoo angalia kuna hiki kitu na hata usipomweleza, kwa mfano mimi nilikuwa na uso eh, ambao sio mzuri sana lakini, sasa hivi nikipita mtani, naonekana aweni. Kwa hiyo lazima mtu ataweza, bwana Benno, nini umefanya? Nimetumia bidhaa za Norland. Ziko wapi? Zinapatikana hapa. Sasa nikimwambia yule mtu bana, kuna bidhaa za Norland, mimi nalipo la mission. Kwa hiyo si lazima niwe na duka la bidhaa, si lazima nizalishe. Hiyo ndio njia pekee inayosababisha kitu kinaitwa financial freedom, kwa maana kwamba unakuwa na uhuru wa kipato, kwa sababu tu una taarifa ya ubora wa bidhaa na, na unamfikishia mlaji taarifa hiyo. Lakini pia kuna kitu kingine kinasema huku sisi ni wamoja. Mimi ninaweza nikawa nimetibu watu kumi, kumi na tano, na watu wengine wameweza, tuna tunakuwa kikundi inaitwa group. Sasa kikundi kinavyofanya kazi vizuri, tunapata kitu kinaitwa group bonus. hiyo ni aina nyingine ya bonus. lakini pia watu wetu ambao wamenunua bidhaa mara ya kwanza amenunua detox akaja akanunua tena GI akaja akanunua toothpaste kwa ajili ya mtoto wake akaja akanunua napkin. of course, uh, wengi tuna watoto wa kike, lazima kila mwezi wana wanapitia hii, um, huduma muhimu ambayo Mungu ameomba wa nao, watahitaji napkin. Kwa sisi wa baba tunahitaji kujisafisha, tutahitaji tu eh, kujisafisha kujiweka muda wote ganga, kwa sababu afya ya mwanaume ni afya akili, na afya akili inatokana na ubora wako katika utendaji wa shughuli mbalimbali especially kwenye tendo la ndoa. Eh, tunasema mwanaume mwenye afya njema ni yule ambaye akitoka nyumbani kwake hawazi kwa nini mke wake. Kuna kuwa, hakuna ya kumtosheleza changamoto yoyote lakini pia kuna bonus nyingine inaitwa leadership. Kama mimi navyofanya hapa, ninarekodi video, ninataka watanzania wengi waelewe kuhusu hizi bidhaa, basi nitakuwa ni kiongozi bora, kwa sababu sasa umati wa watu watakuwa wananunua hizi bidhaa na watakapo kununua hizi bidhaa, wewe mimi, ambao ni viongozi, tunawasaidia wenzetu kupata hizi bidhaa, tunalipa bonus. lakini kuna bonus nyingine inaitwa rank na hii mimi nitakuwa shahidi ndani ya miezi kumi nimejiunga. Ndani ya miezi kumi nimeweza kuwa kwanza, nimetoka kifurushi cha kwanza kinaitwa sini, mpaka cha juu kinaitwa diamond ndani ya mwezi moja. Ndani ya miezi minne mitano nikawa silver medo. Ndani ya wiki, kutoka silver medo kuja gold, nitumia siku saba kawa gold medalist. Kutoka gold medalist nimekuja kuwa silver diamond, nimevunja record. Lakini pia kuna kitu kinaitwa car incentives eh? Nina gari inaitwa Mercedes Benz kwa mara ya kwanza, kutokana na kufanya kazi vizuri, kuwaongoza vizuri, kujitolea kwangu, kuelimisha wengine wapate fursa, nimepata kitu kinaitwa gari eh, gari. Unanunua gari unayotaka wewe, na mimi nilikuwa na ndoto ya kununua gari. kwanza nilikuwa na ndoto ya kupanda ndege muda mrefu, kupanda ndege sana, nenda Uganda, nenda China, nenda kupitia hii kampuni zinaitwa full paid car and incentive trips, kwa maana kwamba kadiri unavyowasaidia Watanzania wengine kupata hii fursa uh, na wewe pia unapata. Sasa wakati naendelea, msisahau kwamba ni lazima uh, upate namna gani uh, topic zinazofuata uwe uh, wa kwanza k kwa una like na kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, ili uweze kuwa na, na mwendelezo wa haya masomo sasa kwa nini Norland? Nitafafanua. kwa nini Norland? kuna makampuni mbalimbali yeah, yanayouza hizi bidhaa. Kwanza, Norland inauza bidhaa asili kutoka nchini China. Pili, Norland imefanya utafiti wa kutosha. Tatu, Norland ina mfumo wa kusambazia bidhaa, mfumo wa uwazi kabisa kwamba ukiwa mwanachama, unajisajili, unapewa uh, wanasema username na password unakuwa wewe ndio ofisi yako. Kwa nini Norland? Kwa sababu Norland unajiunga mara moja, inaitwa one time lifetime international partnership. Utamjuaje mwenye kampuni China? Utamjuaje mfanya biashara mkubwa China? Utamjuaje mfanya biashara mkubwa Uganda, Zambia? Ukiingia Norland, ni sehemu ya connection, ni sehemu ya partnership, ni sehemu ya kumiliki kampuni nasema, unakuwa na share, unakuwa na hisa kwenye kampuni kubwa ya kimataifa, kampuni ambayo itakupeleka popote pale kulingana na ujuzi. Lakini kingine ambacho ni muhimu sana ndani ya Norland. Norland haina mipaka, unaweza kujiunga leo, kesho ukafungua tawi Malawi, kesho ukafungua Zambia, kesho kuto ukaenda Norway, kesho kut kaenda Marekani. Norland haina mipaka ni unajiunga, ukishajiunga wewe ndio boss, wewe ndio manager, wewe ndio mkurugenzi. Tumia ujuzi wako wowote, tumia mbinu zako zozote. Kama ni mhasibu, kama ni nesi, kama ni waena yoyote ile, wewe umeumbwa kufanikiwa. Wanataaluma wanasema, you're born to succeed. Kama umeumbwa kufanikiwa, asikueleze mtu kwamba hautafanikiwa. <coughs> Norland ni sehemu sahihi ya wewe kuonyesha ujuzi wako. Mimi nitakupa ushuhuda Uh, nilikuwa mhasibu professional. Nilikuwa mhasibu kwa muda mrefu. Nimefanya kazi nchini Tanzania, nimefanya kazi nchini Ghana, nimefanya kazi Congo Brazzaville, nimefanya kazi Kinshasa, nimefanya kazi London, miaka saba, seven years central London. Nikaja nikaugua sana, nikalazwa mara ya kwanza, nikakaa sio siku kadhaa. Utajiri wangu wote, fedha zangu zote zikapotea. Nikaja nikaajiriwa tena kama finance manager kwenye kampuni ya Minara Sim. Mimi ni mtaalamu wa Minara Telecom na Minara System. Nikaja nikaugua tena, ndipo nilipokutana na Norland ikanitibu page by na nikapona. Sasa baada ya hapo nikabadilisha kile. Nikasoma uh, traditional Chinese medicine. Kitendo cha kusoma traditional Chinese medicine na kuona fursa iliyopo ndani ya Norland, Na kuona hizi bidhaa zilivyo nikawekeza muda wangu na ujuzi wangu wa kuzielewa na kuwaeleza wengine. Kwa hiyo huhitaji kuwa daktari, huhitaji kuwa nurse, huhitaji kuwa na fani yoyote. Wewe jiunge na Norland, kwa kutumia bidhaa. Nunua bidhaa, tumia bidhaa, waeleze watu wengine, lakini pia bidhaa. Kwa nini Norland hizi bidhaa? Ukisha kuwa mwanachama hakuna targets, hulazimishwi kuwa na monthly target kwamba usipofikia kiwango fulani wanachama wanakoma, wewe ni mwanachama milele. Lakini pia tunakuwa na bonus kwa wiki, kila Jumanne ikifika saa tatu saa usiku tunakuwa tumejaa shukrani tulioitendea kampuni <tunakawa> tunalipwa bonus saa usiku, Jumatano wote tunakuwa safi kabisa, unafanya tena kazi mpaka Jumanne. Kwa ukifanya kazi kuanzia Jumatatu mpaka kuanzia Jumatano mpaka Jumanne, ikifika Jumanne usiku unalipwa kisha lipwa Ukishalipwa bonus, kishalipwa bonus jumanne usiku, jumatano unaanza tena wiki mpya. Lakini pia utendaji wako wa mwezi mzima, ikifika mwisho wa mwezi una, unalipwa tena mwisho wa mwezi. Na kingine ni kwamba kwa nini eh, Norland kila kazi unayofanya Norland, kama unanunua bidhaa kwa ajili yako mwenyewe unalipwa. Kama unanunua bidhaa kwa ajili ya ndugu yako atalipwa kama unaeneza habari njema kuhusu Norland na mteja akanunua kutalipo. Kwa hiyo malipo yako ya aina mbalimbali, unaeleza kuna njia tisa za kupata manufaa ndani ya, lakini manufaa makubwa ni pale unapotenda kazi ya Mwenyezi Mungu ya kusaidia wengine wapone. Wanasema kwamba uh, tunafanya kazi ya uponyaji anayeponya ni Mwenyezi Mungu, lakini like, sisi tuna wajibu wa kumtaarifu mtu. Kwa kitendo cha kuwataarifu watu kinatupa faida. Lakini pia kuna hizi kitu mimi ninakipenda sana kinaitwa trips international trips. Unajua unazaliwa Tanzania, unasoma Tanzania University Tanzania, you are medical doctor in Tanzania. Eh, no no no no no. Naona no, ndio nakwambia okay. Uganda, kuna award ceremony utapanda ndege. Kuna China trip tumemaliza, tumetoka China. Kuna Bangkok, eh, eh, Zanzibar trip tumeshinda eh. na mimi ni, ni kuhakikishia kwamba ukifika huko tutakupa ujuzi namna ya Kifika, ututoppa, utuzi, kushinda hizi njia zote. Mimi nimeingia nimeshinda safari ya Uganda, nimeshinda safari ya Bangkok, nimepata honoraria za bonasi zote, silver medalist, gold medalist, silver diamond. Nimepata gari ya silver medalist, nimepata Uh, dola elfu kumi na sita ndani ya miezi kumi. Ningekuwa mfanyakazi wa kawaida ningekopa benki eh, lakini kitu kikubwa nitakueleza leo ambacho hujawahi kukisikia ninafanya hii kazi na familia yangu, maanake nina, kama una mama na baba unawaweza kuwasajili Norland, kama una watoto unawasajili Norland, kama una mke mimi watoto wangu hawalipi ada, watoto wangu wanauza bidhaa za Norland, wakiamka wanachukua bidhaa za Norland wanasambaza kwa majirani. Lakini pia ni fursa kwa watoto wetu kujifunza. Ni kazi gani utakayemrithisha mtoto wako? Ni ngumu sana, kwa sababu gani? Ugumu wa kazi ya kumrithisha mtoto ni kwamba mimi kama mwasibu siwezi kumwita mtoto wangu aje anisaidie kufanya wasibu ofisini. Mimi kama daktari namhitaji mtoto aje kunisaidia kuchoma sindano ofisini. Lakini mimi kama Norland, mtu wa Norland, ninaambia ehe, uh, mtoto wangu anaitwa Monica. Monica, this is coding tea. Asa coding tea nini? Namfundisha. Mtoto wangu ameshapevuka, namwambia hii ni napkin. Lakini ukitumia hii napkin, ukamwambia na mwenzako utapata faida. Kwao anabeba napkin anaenda shuleni, anaweleza, jamani hii ni napkin inasambazwa na Norland na fyonza uchafu. Uh, na natumia Kiingereza nasema it stays in place eh, eh it uh, you remain comfortable eh, mtoto wangu sasa ni fursa ambayo. Lakini kama mimi ni daktari, siwezi so kumrithisha daktari mtoto wangu. Lakini kama mimi ni pilot sijaye <laughs> labda ndugu mwandishi ataniambia pilot, mimi ni pilot. If you are a pilot you cannot bring your child and you become a, a child become a pilot today. No, haiwezekana kama ni pilot utakaa miaka sita kujifunza kurusha ndege, lakini Nolan, unakaa na mtoto wako, mwambie hii ni coding team, manufaa ya coding team ni moja, mbili, tatu, hii ni toothpaste. sasa watoto wangu wanauza toothpaste tu wanapata ada. Kwa hiyo nitatoa mifano mingi na mingi mingi, lakini kwa sasa ninaomba kukuambia kwamba, kwa mfano kama mimi ninauza uh, GI. inaitwa gastrointestinal Capsule. Hii GI ina, tuchukulia mfano, inauzwa dola mm, 41. Lakini mimi ninaweza, ninaponunua hii GI dola 41, hapo hapo nalipa asilimia ishirini, na ninapenda kuiuza tena, naenda kuuza kwa retail profit. Kwa kama ninaamua tu kuuza GI kutibu watu magonjwa tum ambayo ndio yanaua watu wengi, tayari mimi na kipato cha kudumu, lakini pia kama nilivyoeleza hizi kadiri unavyopanda rank unakuwa na manufaa haya yote, utakuja kujifunza ndani ya Norland. La mwisho bila kuwachosha, ndugu wapenzi wa watazamaji, hizi hesabu unapata shilingi ngapi, money will come that is my philosophy, pesa zitakuja, hatuhitaji kuhangaika na formulas. Lakini kikubwa ni kwamba Norland leo unajiunga wewe, una baba una mama una mtoto una shangazi una classmate una kanisani una jumuiya ndogo ndogo, una vikoba groups kila aina. Kwa hiyo ukuaji ni wa haraka sana. Namkaribisha sana ndani ya Norland, Monday we come, tujiunge tufanye kazi ya kuponya wengine. Asante sana, sana.